Kujaajaa studio hizi za Radio Maisha ni pendezi kweli kweli, zinafurahisha. mm -hmm. Na bila shaka yote uh, nitakuwa nawasilisha. Wajua uh, mimi ni mtangazaji wa soka mm -hmm. na wanasikiliza Steven Mukangai, wewe ni shabiki wa timu gani? Shabiki wa Manchester United, timu kubwa <laughs> <laughs> <laughs> hapo <laughs> uh, hey, pa ushabiki unajiamini uh, sana ashab. Kwa hiyo wewe ni mwanahabari ama yule mtangazaji ambaye analenga zaidi masuala ya soka? Aa, ama nipo, michezo kwa jumla nipo kote kote, mm. ila masala haya ya michezo ndipo nimekita, ndo sasa nimeweka mizizi yangu hapo sasa, no. Nipo hapo vizuri kabisa kilichokuchochea ukapata utashi wa michezo ni kitu gani cha kwanza? Kuna aa, wakati nipo nadhani shule ya shule ya msingi nasikiliza Ali Hassan Kauleni mm -hmm. nyakati hizo akiwa na studio jamawa... hapo sasa, e. wewe jamaa wa haya unasikiliza ha -ha -ha -ha -ha. nyakati hizo kinaamope kina ambalo kina <laughs> nalifahamu sana kwa hiyo nyakati hizo nikimsikiliza Steven Mukangai, nikimsikiliza Al-Hassan Kauleni nikapata ule pashawa Naam. la moyo nikasema, Naam. wakati mmoja ningependa kuwa mwanahabari haswa wa soka. Naam, naam, tupe kionjo Uh, alan wa sahlan, bao... ufunge mapema kwa sababu ya muda adikta <laughs> <laughs> kwa sababu timu zinaweza zika zikawa zina toshana na kukabiliana vilivyo. Kweli? el bao ulichelewe a kufungwa. Kweli? Haya, ah, alan wa sahlan wa marhaban mpenzi msikilizaji wa radio, zaidi ya radio, Radio Maisha, kituo chako